Na tunamshukuru Mungu kuona ajali nyumba ilisilungula ila hatukupata ingine maafa sawa vile ya kufa ya mutu. Tunamshukuru Mwenyezi tena sauti, kwa vile mama zetu iko hapa, mama zetu zote iko na nyumba mbili bana sema. Basi mbili. Jambo, mpendo mtazamaji wa Elila okay, TV mara unakuwa atuona, kusini mwa tarafa ya Mwenga ni eneo ya Lugushwa ambapo tunakuwa tunapatikana kabisa eneo la Kolo. Hiki kijiji kinaitwa kinaitwa Kolo, anakuwa inapatikana mnamo usultani wamzimu mbako, zaidi ya nyumba 30 zimeonekana kupaa na moto zimeungua kabisa kuna mazingira ya nyumba huko ambako zimeungua uh, na tuna tunakuwa tunaona kama ni moto mkubwa ambao ni sababisho, lakini matukio kabisa tuyajua, lakini kupitia video videooanuana uh, tunaona eneo hili ambako nyumba zimeonekana kuungua. Kiongozi wa sultani wa Mzimu, mwami Christian, uh, Longangi kebemba kama ngalasa, anafika kabisa uh, tunaona presence yake, anakuja inaonekana ni alama kubwa ya upendo kupitia mwakilishi wake, uh, Jacques Assani Mutumbwa, akiwa mratibu wa usultani vilevile, kiongozi wa, vile vile ki wa wafanyakazi yani secretaire administratif et chef du personnel chef yamimu. Tunaona kikosi cyake kinakuja mingi ba watu wanakuja kabisa wakimsikiza, inaonekana ni msaada mkubwa na uwepo na kujali raia wa usultani anaoongoza. Tutakuwa <tapato> tunafahamu mengi na nini atafanya mheshimiwa mwongu kupitia mwakilishi wake ki... na pole ni kusema hivi tunapatikana leo hapa Kolo kwa ajili ya ajali ambayo iliyotokea wamuzimu chefferie wamuzimu, groupement bagunga huko hapa. Mie binafsi sawa vile msimamizi wa mkoa wa mdogo wa bagunga, ama chef de groupement, na kwa uongozi bora ya mukowa ya chefi yetu ya Wamuzimu, mheshimiwa chef de chefi, tunapatikana naye hapa ama sekretaire administratif tuko naye hapa mwa hii delegation. Kwa hiyo tunahitaji watu wote, tunahitaji watu wote ambao waliopata hii ajali watusogeree, kwani kuko neno kidogo huko faraja kidogo ambao baba yetu anakuya nayo kwa ajili ya watoto yake. Bila kuponda muda, ndugu, jambo sana, jambo kwa wote, jambo sana. Na ah, shukuru Mungu leo wakufika hapa kwetu Kolo ndani ya groupement ya Bagunga, sheferia wa Mzimu. Na kama tunafika hapa leo, hatukuje kufuraha hapana, si vile. Ni huzuni kubwa sana tena sana. depuis hii shida ilitokea hapa, hatupate busingizi, sababu baba aweze kulala kama mtoto iko na shida? si vile Hii shida ilitokea hapa uh, kwetu Kolo inatushe watu mingi sana wa kwanza ni chef de chefferie wa Wamuzimu Honorable sa majeste mwami Longangi 4 piemba kapangala sa Christian manamfamia yeah. Vramen anahuzunika sana tena sana njo akasema, mujikaze mufike Kolo mwende kupatia batu pole. Umambo wenyewe ilipitikana hapa ya manyumba kulungula, hata yeye mwenyewe pia busingizi hapati sababu yeye ndio shefu, haiko shefu wa miti, haiko shefu wa mayani, ni shefu wa watu, si vile? Ndio maana hata kukula chakula kwake ni shida, sababu watoto wake wanapatwa na shida kubwa sana, tena sana, surtout i wakati yenye inchi iko na traverse mwomenye ko difficile, si vile? njo akasema, bwana sekretari administratif, wende kolo usiingie kusiku ya leo, ukose fika kolo, wende omboleza batu na kuwapongeza kushida kubwa walipata. Lakini tunashukuru Mungu kitu kimoja tu. Ni kitu gani? Kile sababu hakuna mutu tulipoteza, kwa hii ajali ilikuwa hapa ya moto, si vile mtoto anazaliwaka bila nguo, bila hata kitu kimoja, lakini Mungu njo anapanaka vitu vyote, si vile. Na ingawa hii ajali ilipita hapa leo, tuna imani na matumaini kama mtapata nyingine ya zaidi kuzidia hii yenyewe. Ulipoteza hapa kolo si vile, njo tulikuya hapa siku ya leo, nikamwambia chef de groupement, wewe utangulie sababu siweze fanya kitu ndani ya entite yako bila wewe kukua kukuwa. Na mimi nashukuru Mungu alifika na alikuwa kompanye na ba chef de village bake bamoja, wenyewe wako ngambo ya huku na mimi pia nikaambia waja wetu wa sheferi mtangulie, pale twende tupongeze watu wenyewe walipatwa na shida kubwa hapa kwetu Kolo. Hii ni mwingini kabambi sana, na sisi ndio tunapoteza sisi wote tunapoteza, sababu ni ya yetu, tuko tunapenda fasi zote watu wakuwe lakini basi, ilishafika hakuna tena ya kufanya. Fema chef de groupement, pole sana. Watoto wote wakolo, pole sana, si vile, na tukasema basi hatutakuya vile

na mimi sawa vile baba yao, nawatuma na basi moja moja. Kwanza kila mtu mwenyewe alilunguliwa na nyumba, anatanda kisi vingine vitafikia kule mbele, si vile Dio. Sababu uteza mitiko pale na vingine viko na tunachunga, saa yenye mutaenda jenga tena nyumba za mbao. Akasema pia atawasaidia Mwenye kuna mashini atakata pia mbao kubwe kele muda nyee atakwekanajenga si msaada kama mbile nikiona yeah. Kama anawapenda sana nikiwaza, utasikia kutakuwa batu ya habita batu ya urbanisme watakuya me kwenye nyumba zinalungula zina, zina watu wanapataka mavantaje fulani fulani, na yeye sawa vile baba yetu chef de cheferi akasema, hapa kwenye nyumba zililungula hakuna hata kwanza saya kujenga, hakuna mambo watalipa, si vile pata saa kazi yote inaisha, atie kila mutu bashe moja, wapatie kila mtu bashe moja waone.

Kantamba. Nyasa eh. <laughs> Iko hapa wale sheria wangu mwenyewe hizo, maana hayo ni ndugu yangu, yeye huyu mgonga ule ndiye pata magumu. Hakuna mtu atapata mbili na kulunguliwa mbili, hakuna mtu tutamuongezea. Okay, usaolewa au ulizaliwa tu ndio huyu eh. <laughs> Ah, okay, mwasa bwenge Aiko. Nyasa

Naishi kwa shangazi yangu, tokana na msibe nilipata ya yan. Leo Mwami Christian analeta msaada ya bashi, na kwa sana, wote, ya bashi. Sijui unajisikia kwa hiki tena. Mimi nashukuru sana, naendelee kutusaidia shitotipate msiba hivi ya kuunguliza. Mimi naitwa Mwami mpandume Jerome. Ndio leo Mwami Christian analeta msaada wa kwanza hapa ku eneo yako ya Kolo. Sijui unajisikia namna gani? kwa namazaia, tunafurahi tunaona, tunaona delegasi ya chef de m na sekadi wa shifiri waleta msaada kidogo mwenya, nakupa sombe njota kupaka nyama. Tunatia kitumaini kama Mwami wetu atatusaidia kufatana na ikitu kidogo anisha kutuonjesha. Mimi naitika kwa jina la Lufungula Mulombe Musali, mimi ni chef de groupement wa Bagunga, ndiyo chef de groupement mugroupema ko, mnaonekana ajali ya manyumba mingi kulungula sakolo. Sijue kitendo hiki kilitokeza wakati gani? kitendo hiki kilipo chitokeza ilikuwa masaa munani ya usiku ucha, ndio hali ilitokeza hapa Kolo, na tunamshukuru Mungu kuona ajali nyumba ilisilungula, ila hatukupata ingine maafa sawa vile ya kufa ya mutu, ndio tunamshukuru Mwenyezi tena. Yeah, tumeona kwenye kitendo hiki mwami Christian Longangi waine anakuja kuangalia eneo hili kupitia mwakilishi wake. Sijue kitendo hiki kinakugusia namna gani? Kitendo ni cha furaha sana na kinaleta kinanishasimua, kwani mwami kwa, kwa kunikumbuka, kunivukutia, kuniletea hii msaada kidogo ya kusaidia populasio ya kwangu, napiga shukurani sana na Mungu aendelee kumbariki ingine siku anivukutie hivi. Sijui watakuwa na ujumbe gani kwa wakuu, kwa viongozi wengine wakuu, viongozi wengine, bwana journaliste, naweza kusema tu kama ikuwe fundisho na ikuwe mfano kwa wengine, kwa kunivukutia, kwa kutukumbuka aiko tumie, inweza fikia ingine fasi, tubakuwe na hii dhamiri safi, dhamiri kamilifu ya kuvukutia wakaaji kwa muda ambao wanapata shida kana hii. Nashukuru. Mbisa mpendwa mtazamaji wa Elila TV, unakona kufuata popote pale ni Mungu ni, unakua eneo la Faransa, eneo mbali mbali, unakona kufuata bila shaka. Na umeona namna gisi ya mheshimiwa Mwami Christian Longangi kupitia mwakilishi wake wanasheria Jacques Assani Mutumbwa, anakuja kutoa msaada ya basi kwa wale ambao walipoteza nyumba. Mimi najua umeshuhudia wengi, ni kitendo ambacho ni huduma ya kwanza kwa wale ambao wamepoteza hizi nyumba. Kumbusha kwamba ni nyumba zaidi ya thelathini ambazo zimepotea kabisa kwa muda ambao ilikuwa ni majira saa tisa za usiku yani, majira saa tisa za usiku na jioni ilikuwa ina matukio ya ajali hizo za kuungua kwa moto. Mimi najua umeshuhudia mengi, umeshuhudia watu namna gani walikufata vitu vyao. Naitwa Esther Shababu, tukutane kwa video nyingine.